Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akuwezeshe, Mungu akupiganie, Mungu aliye hai akushindie kila aina ya vita, changamoto na mapito mbalimbali mbali ambayo unakutana nayo kwenye maisha yako. Kwenye safari ya maisha ni kama unavyoona njia, kuna mapito mengi, kuna kona, kuna milima, kuna mabonde, kuna tambalale, kuna lami. Kwa hiyo ili ufike unakoenda ni lazima ukutane na hayo yote, lakini utakapokuwa unatambua kwamba hizo ni nyakati na vipindi na ni mahali tu unapita, kuna mahali unakokwenda kwenye ile nia, ndivyo ujue kwenye maisha yako ilivyo kwamba maisha ni kama safari, tuna mambo mengi tunayokutana nayo kwenye maisha. Jambo la muhimu sana unalohitaji ni kujua, unapokutana na jambo lolote usikate tamaa, usizimie moyo. Usi, usifike mahali ukaharibu hatima yako kwa sababu ya vitu ulivyokutana navyo. Mambo mengine yapo kwa sababu ya kutuimarisha, kwa ajili ya kutukomaza, kwa ajili ya kutupa nguvu na uwezo wa kuweza kuendelea mbele zaidi. Kwa hiyo Mungu akusaidie, Furaha yako itimilizwe katika Mungu. Neema yako itimilizwe katika Mungu. Kesho yako ifanikishwe katika Mungu. Katika jambo lolote ambalo unalitazamia, unalitamani, unalitarajia, amini kwamba Mungu atakusaidia. Kama vile ambavyo Mungu amenipa kibali kusema na wewe, ndivyo Mungu akakupe kibali ndani yako kupokea neema yake. Nakutakia wakati mwema, baraka njema. Shalom, shalom, shalom.